Usiku wa manane David alijikuta akitazama jezi ya Ronaldo ukutani akiuliza moyoni, kwa nini ndoto zangu haziendi popote? Alikuwa kijana mdogo. Alipenda mpira sana. Alitaka kuwa kama Ronaldo. Lakini David alicheza tu. Hakupanga siku yake. Wakati wenzake walisoma, yeye alipiga mpira. Alisema, nitafanya kesho. Lakini kesho haikuwahi kuja. Siku moja, David aliamka akiwa mchovu. Lakini bado alitaka kucheza. Mpira ni maisha, alisema. Lakini moyoni alijua kitu hakipo sawa. Alitamani kuwa bora, lakini hakujua njia. Asubuhi kaka zake Said, Musa na Karim walijiandaa kwenda shule. Walifanya kazi zao za nyumbani, walifunga mabegi yao, walionekana watulivu na wenye mpangilio. David aliwaangalia tu, alifikiria, kwa nini wao wana nguvu na mimi sina? Mariam mama yake aliendelea na kazi zake kwa utulivu. Hakuwa na maneno mengi. Alipika, alipanga muda, alifanya kila kazi yake kwa upole na hekima. Hakumwambia David afanye mambo, bali alionyesha kwa matendo. Siku moja alipopita karibu na kitanda cha David, alisema tu ndoto zinahitaji kazi. Hakusema kitu kingine, lakini maneno hayo yalikaa moyoni mwa David kama jiwe. Siku iliyofuata David alichelewa mazoezini. Kocha alisema, leo hutacheza David. Aliumia, hakujibu. Alirudi nyumbani kimya, alijua kosa lake. Usiku Mariam aliingia chumbani, alimpa taulo na maji ya uvuguvugu. Alisema kila bingwa hudhamini muda wake. Hakusema zaidi. David alikaa kimya, moyoni kulikuwa na mvutano. Alijua anahitaji kubadilika, lakini alihofia kama ataweza. Hapo ndipo hadithi yake ilianza kubadilika. Kesho yake alisikia sauti ya sufuria kutoka jikoni. Aliona Mariam akifanya kazi kwa kasi na utaratibu, hakupoteza muda hata sekunde moja. David alisema kwa sauti ya chini, kama mama anaweza kufanya hivi kila siku, basi mimi pia naweza kufanya mazoezi kidogo. Hiyo ilikuwa hatua yake ya kwanza. Siku iliyofuata aliamka dakika kumi mapema, siku nyingine dakika ishirini Baada ya wiki alianza kuamka mwenyewe, hakusema kwa mtu Alijua hii ni safari yake. Baada ya mwezi mmoja, kocha alisema, "David, umebadilika." David alihisi nguvu mpya, furaha, tumaini. Akakumbuka jezi ya Ronaldo ukutani na akasema, sasa najua siri. Usiku ule alikumbatia mama yake, mama, nimepata siri ya mafanikio. Mariam alitabasamu, siri iko ndani yako, wewe tu unahitaji kuifungua. Kwenye maisha yetu, watu wengi wanataka kufanikiwa Watu wanataka kazi nzuri, watu wanataka afya njema, watu wanataka maisha bora, lakini wengi hawaanzi. Wanasema wataanza kesho, wanasema watajaribu baadaye, lakini muda unapita na ndoto zinabaki tu kama picha ukutani. Hadithi hii inatufundisha kitu cha muhimu: mafanikio si ndoto tu, mafanikio ni hatua, ni kazi ndogo, ni kujipanga, ni kufanya mambo madogo kila siku hata wakati hatutaki. Tunapopata shida, tunaweza kuwa kama David. Tunaweza kuanza polepole, tunaweza kufanya hatua moja tu. Hatua moja inaweza kubadilisha maisha. Kitu kidogo kinaweza kuwa mwanzo wa nguvu mpya. Maisha yanatuhitaji tuanze, yanatuhitaji tushikamane na kazi, yanatuhitaji tuache udhaifu wa kesho. Leo ndiyo siku, dakika hii ndiyo mwanzo. Ukiwa mzee au kijana, bado unaweza kubadilika moyo wetu bado unaweza kukua. Sisi sote tuna siri ya mafanikio ndani yetu. Tunahitaji tu uamuzi mdogo wa kuamka na kuanza.